Chezo mmoja wa hatari sana unataka kutokea, na hilo nataka ni kuambie na nyinyi mwe wakali. Hii daraja mwisho tumesema tani kumi. Kuna watu wanataka kufanya biashara zao kwa urafi wao wapitishe magari yenye uzito mkubwa kuliko tani kumi. Wakipitisha ili daraja likikatika, mi nitashindwa kwenda kwa Samia kumwomba daraja liki kwa sababu maeneo yenye shida ni mengi, hata hivi katupendelea sana. Kwa hiyo sasa mnajua yule anayekuja na gari lake anatoka Dar es Salaam. Anatoka Morogoro, shida za watu wa Kidugalo na watu wa Malinyi na watu wa Namuhanga hazijui. Kwa hiyo yeye kuja na gari akisema atavunja ile daraja wala siyo shida yoyote kwake, kwa sababu akivuka na gari daraja likikatika yeye huko arudi tena, kashamaliza biashara. Nyinyi mnaoishi huko kila siku ndio mtapata hata kumbe. Kwa mimi nakuombeni tengenezeni hatau utaratibu wa kuwa na e, utaratibu wa kuwa na askari jamii au nani, vyovyote itakavyofanya kutunza hili daraja. Akia Mungu, ili daraja likikatika, Malinyi ni kisiwa na huku kwenu pia ni nini kisiwa, hakufikiki kabisa bila hili daraja. Na hivi mnavyoona Samia alivyotupa hela za kufanya hii, manake wengine wamekosa kwao tuna kila sababu ya kumshukuru. Sasa kama nyinyi mkiacha kuwa wakali, mkiona magari yanapita makubwa yanakwenda huko makubwa hamsemi siku nikikatika huku mimi nitakuja kufanya mkutano wa hadhara hapo, nitavuka hapo na mimi na nani, nitakuja na katibu ya chama na katibu ya mkoa, nitakusemeni hapo, nitarudi, nitaondoka, nitawambia nyinyi watu tena basi amani. Kwa sababu vitu kama hivi lazima nyinyi mwe wakali Mnaotaabika ni nyinyi, mnaotaabika ni nyinyi. Kama mkisema anakuja mtu kubeba ufuta anatoka, hakuna aweke pale, tutaweka utaratibu pale juu, au pale tutatengeneza mahali pazuri pale, gari zitakuwa zinakuja zinafaulisha hapo, zinapeleka. Na hiyo gari yenyewe inayotaka kubeba tani 30 imetoka wapi? kwa huko imekuja kufanya haijakwama huko kote, kwanza haiwezi kuvuka hapo kia kwa pale tulipopita saa hii tani thelathini na kutavi sina zama inatikia hey. Kwa hiyo ni uongo mtupu. Kwa hiyo magari yaishie juu pale, hapa patakuwa na gari za kufaulisha Natoka pale zinabeba mzigo zinapeleka beba nabeba, nabeba tani zake 20 na ndogo, lakini asipite mtu mwenye gari kubwa kwenye daraja ya Karibunja, tutakosa maelezo ya kwenda kuomba lingine mm. it, tunamshukuru sana sababu, <tune> hakuna, hakuna namna ya kwenda huko hakuna, mpaka akuvushe kwa hela mm. ukule, una hela unabaki kule, kule. Hata hivyo, hata akivuvusha, simbaka atakuvusha na mizigo yako na nini, ulikuwa unavusha na mizigo. Kwa mfano, ama mepanda gari, gari inaishia kule, ina maana wewe msafiri una mizigo yako ambaye ndio umeshushwa pale, utagalamia upate vijana wakuvushile mizigo na pia wakurudie we mwenyewe. Kwa hiyo gharama kweli zilikuwa nyingi, tena watu walikuwa wanapata taabu, na hasa wasafiri kwele. Kwa hiyo kwa kupitia hapa tunashukuru ana mama, majina naitwa Nasoro Stefano Gondo, ni mkazi wa hapa Iragua stendi ya nyanya hapa. Kwa kweli hali ya daraja hapa kwa kweli ilikuwa ni hali mbaya sana, hasa wasafiri walikuwa wanahangaika sana Kuvuka chini wakiwa wanavuka basi, na mizigo yao nayo wanavushwa na watu, kwa hiyo gharama ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru mpaka sasa hivi hapa daraja kufikia kiwango hiki, tunavuka juu, japo gari kubwa hazivuki, lakini kwa kweli imetusaidia sana. Naitwa Amani Magusia, ni mkazi wa resilo. Nashukuru kwa jitihada iliyokuwa imefanyika hadi hizi iko hapo, huduma zingine tunazipata, lakini na nimeshukuru mkuu wa mkoa bado kuja kusisitiza kwamba kuna mpango wa rami ambaye itakuwa mambo makubwa zaidi kuliko yaliyofanyika sasa.